Show ya Davido ametoa somo. Show ya Davido jana imetoa somo kwa wasanii Bongo. imetoa somo kwa waandaaji wa show Bongo. Hivi, mnajua kwamba vifaa vilibadilishwa? Vile vifaa vya mwanzo vya stage vilifungwa, Davido akasema sitaki, vikabadilishwa. Unajua hicho brandi Mwamba akasema no. Nahitaji vifaa 1 2 hivi na hivi hivi na hivi, Speaker zile, kila kitu kabadilishwa mara ya pili vifungo vingine. Let's go. Yo, uh, jana mshikaji wetu kutoka Lagos Obio alikuwa Bongo afanya uh, fanya show pale. Na vile nimeona pale uwanja wa Gofu ile wa Kawe pale. Taro sleep po. I think ndio zungumzaga swala la brand. Pale kilichouza kwa Davido. First of all, ni brand influence. Hicho ndio kimeuza cha kwanza. Cha pili watu wanataka kumwona labda nyimbo zake akiperform na vitu kama hivyo. Kesho kwenye wake up mi nitazungumza vingi sana na mpaka ikiwemo issue ya kuwakataa waandishi wa habari wa. Unajua, issue iliyopo ni kwamba Davido juzi amekosa amekosa Grammy na yuko yuko, yaani imempeleka vibaya mno sana. Na jana nafikiri, Davido wakati anakuja alipiga limit, alisema hataki hataki kuhojiwa. Uh, so nafikiri hata waandishi wakati wanafika airport waliambiwa Davido hataki kuzungumza. I think mwandishi alikuwa anatafuta habari, ya habari aliforce naye, lakini taarifa ni kwamba waliambiwa kabisa Davido hatazungumza. Yaani mwandishi alishapata taarifa. Umeelewa? So issue mwandishi ile na nini? Ni yeye tu labda atakuwa anatafuta, lakini Davido alishatoa taarifa kwamba mimi sitaki kuzungumza chochote kwa sababu hataki kutengeneza, kwa sababu angeulizwa swali kwa issue ya Grammy, angejibu kwa emotion, then angeleta picha nyingine. Sasa, mtemu, unamuelewa msanii akisema yuko hataki press yake, hataki kujibu, unamuelewa tu na anajua wewe, angejua swala la gani na angejibu nini, ushaelewa. Na wakati imemuuma, na wa kwanza la pili kusana, na show show kafanya poa yani. Kuna wasanii ambao wakiwa jukwani huwezi ku discuss show yake ilikwaje, then washa set standard yani, wale wamesha set standard yao kwamba yo hapa si standard yetu, ni hii hapa so wakija lazima set standard yake, umeshaelewa. Na wale wanakuja na timu yao ambao wanaandaa vifaa yani, vile vifaa timu ya Davido ameviandaa, so kila kitu pale timu yake. So maana yake ni kwamba kuna wasanii mimi nazungumza hiki hapa na nafikiri kesho nitaongea vizuri kwenye rue cup. Wasanii, kuna wasanii ambao wamesha set standardi, yani kwa mfano leo ni utolee mfano wewe ni mchezaji wa mpira, si ndio? Kama ni mchezaji wa mpira, yani una zile basic basic unazijua kwenye kwenye mpira kwamba nikiwa uwanjani, nikiwa beki natakiwa kufanya nini, nisilete madhara. Na ndio maana tunataka kuangalia kipa, kipa akipiga pasi akampa dozo. So, kwa nini angetoa nje? Basic ni kwamba, yani mpira wa hatari unatakiwa upige wapi? So manake anajua standard ya mpira, unatakiwa kufanya nini? So, ndo, mtu kama Davido standard anaijua, kwamba mimi nikifika kwenye show natakuwa nifanye show ya namna gani. Standard yangu ni hii hapa. Mimi leo, na wale wako na watu wa logistics wanajua. Mimi leo vizuri. So show ya Davido jana, sio issue ya kuzungumzia kwamba Davido jana show namna gani? Show ni kali kwa sababu ya ukubwa wake na nani. Issue nyingine, issue ya Diamond, mwanataba baba leo kaigusia. Kwa nini Diamond hajatokea pale? Diamond anadhaminiwa na kampuni nyingine. Unielewa? Mnajua kampuni inayomdhamini Diamond na mnajua kampuni iliyomleta Davido jana. So ni watu ambao kibiashara wanakinzana. So, manake, Diamond angeenda kwenye show angeenda kusupport mpinzani wa ile brand ambayo anaisupport. Umeshanelewa? So angeenda kusupport mpinzani wa brand yake ambayo ana anaambasada nao. So Diamond hajaja pia kwa sababu angei boost show ya watu wengine. Umeshanelewa? Ndio maana hajatokea. So ina, mtu asiseme kwamba Diamond hajaenda labda kwa sababu wana beef labda kama mind no no no no no. Ni kwa sababu ya swala la ambasada, mambo ya brand na vitu kama hivyo. Eh, yeah, lakini sasa nafikiri kuna kitu tumejifunza kwa ile tumejifunza kwenye show za wenzetu. Unaona show ambavyo wenzetu wanajua kufanya promo, wakati David anatangaza show anakuja bongo, media zote ziliposti hiyo, ilikuwa imepangwa bro, strategy was planned kwamba hivi media zote lazima zib... Understand, eh? Promo yaani, wanajua kabisa sehemu za kupita ni wapi, watu washaambiwa na media zikawa zinaendelea kufanya promo, media kubwa. Mshaelewa? So maana yake ni kwamba ili kuweza kupata influence kama ile, lazima ufanye promo, na hiki tunazungumzaga hapa. Bado hiyo imewapa fundisho jana kwamba bado hatuna msanii ambaye ana uwezo wa kuandaa show peke yake akapata watu kama wale. Bongo hatuna, unielewe. Bongo hatuna msanii ambaye ana uwezo wa kuandaa show yake akapata watu kama wale. Hakuna ishe, kuzungumza hiki mnasemaga mimi nachukia anafanya bro, hatuna Hey. <laughs> Wa najua kingilie kwa shingapi? <laughs> So ni vitu vya kujifunza, lazima utengeneze mziki wenye quality, mshaneleo vizuri, lazima utoe mahiti manini bro. Kesho utazungumza vingi kiokweli, yani kesho tutaongea vingi. Yes, nisiendelee sana.